wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki, amewahimiza vijana wa kizazi cha Gen Z kutopeleka siasa kanisani kwani kuna utofauti mkubwa wa siasa za nchi na masuala ya kidini. Askofu mkuu akisema kuwa matukio yanayoonekana makanisani hayafurahishi na siyo mienendo inayotolewa kanisani. Amezungumza haya katika hafla ya kuchangisha sadaka tunu alimaarufu boosting katika Kanisa la ABC Starehe, Kaunti ya Nairobi. Fred Wambua na taarifa kamili. Vijana hawa kizazi wa kizazi cha Gen Z wamekuwa gumzo kubwa hasa katika siasa za kitaifa, sio tu humu nchini, bali mataifa mbalimbali. Askofu Mkuu wa Kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dkt. Timothy Ndambuki, amewahimiza vijana hawa kutoingiza siasa hizi kanisani, kwani kuna utofauti mkubwa wa mambo ya kidunia na pia uongozi kanisani. Hata siku hizi wanaweza kukwambia wewe hey, mchungaji atakutaki ye ye ye ye. Kuna utofauti wa kanisa <coughs> eh? na mambo ya kisiasa, mambo ya kidunia ni tofauti, na hapa hii hi, hapa kanisa la ABC linaongozwa na, na sheria za Mungu na katiba Askofu mkuu akisema hiyo sio tabia ya vijana ambao wamelelewa kanisani na wala sio tabia ya wazazi wao, kwa hivyo wanapaswa kukoma, akiweka wazi kuwa tabia hiyo mbaya inatoka hasa kwa mitandao ya kijamii. Kwa hivyo hiyo tabia ya njelis, hiyo, wakati naona hawa hapa na nyinyi, hiyo mbegu haikuruhusu, kama baba yako na mama yako hawawezi kufukuza pasta kwa, kwa kanisa Yeah? Wee we, mtoto nawesaji we, una hekima ya baba yako na na hayo mafundisho mabaya ya social media ambao watoto wetu wakiiga basi kanisa pia ni Aidha, askofu mkuu amewataka washiriki na pia makanisa kueneza utamaduni wao kanisani na kuwa wabunifu katika kuonyesha umahiri wao kumsifu Mwenyezi Mungu. Alizungumza haya katika hafla ya uchangishaji wa sadaka tunu ya Krismasi almaarufu boosting katika kanisa la ABC Starehe, kaunti ya Nairobi. <muchasimilis> Fredrik Ombua, Undugu TV.